hayawezi kutoboa, hayawezi kupasua kuta za kadari ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala. Hapa katika hikma hii katumia neno alhimam; asili yake alhimam, katika lugha ya Kiarabu ni alhimma. Alhimma maana yake ni al-azima al-alia, yani maazimio yaliyokuwa ya juu, yani mtu anaweza akawa na maazimio ya juu kabisa katika mambo yake ili kufikia katika lengo fulani lakini ikawa ile azma yake ambayo anafanya ile bidii juhudi anayoifanya ile ikawa juhudi ile isivuke kadari ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala, kwa maana kwamba wakati mwingine mtu anaweza akafanya jambo e, kufikia katika lengo fulani, yawezekana akafikia katika lengo lile kwa sababu Allah subhanahu wa Ta'ala kataka kwamba afikie, lakini wakati mwingine pia mtu anaweza akafanya jambo lile kwa bidii kubwa na kwa juhudi kubwa sana, lakini asiweze kufikia katika lile lengo ambalo yeye kalikusudia, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala hajataka. Kwa sababu ile azma yake na ile juhudi yake haikuweza kuvuka kadari ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Na haya ndiyo maisha yetu yote, wakati mwingine tunataka jambo lakini Mwenyezi Mungu hajalitaka. wama tashauna illa an yasha Allah, nyinyi hamwezi mkataka, isipokuwa atakapotaka Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa maana kwamba sisi tunataka kufanya jambo wakati mwingine, lakini yale tunayoyataka sisi ni lazima yawe yameendana na mashia ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ikiwa Allah kataka kwamba yale yapite yaende vile ambavyo tunavyotaka sisi, basi yatapita vile vile. Lakini ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala hajataka, basi jambo hilo haliwezi likafanyika vile ambavyo tunavyotaka sisi bali linafanyika vile ambavyo anavyotaka Allah subhanahu wataala. Sasa so, hii ndio kanuni ambayo inayoenea katika maisha yetu yote. Ndio maana imekuja katika baadhi ya athar ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala akasema ya abdi anta turid, ewe mja wangu wewe unataka, wa ana uridu, na mimi ninataka, wala yakunu illa ma uridu, na wala hakiwi isipokuwa kile ambacho ninachokitaka mimi. Kwa hiyo hikma hii kwa hakika inatufundisha ya kwamba maisha yetu yote basi yanaendeshwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yudabbiru al-amr ay, Mwenyezi Mungu ndiye ambaye anaendesha mambo eh, lahul khalq wal amr ay, Mwenyezi Mungu ndiye ambaye anaumba, yeye ndiye mwenye kumiliki viumbe na yeye ndiye ambaye anaendesha mambo yote ambayo yanajiri katika huu ulimwengu. Kwa hiyo kila kitu chetu kinamilikiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ikiwa ni utajiri, ikiwa ni ufakiri ikiwa ni uzima ikiwa ni ugonjwa ikiwa ni mtu kupata cheo katika hii dunia au kukosa cheo kupata utukufu au kukosa utukufu kupata watoto kukosa watoto, yote haya yapo katika mikono ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala. Allah ndiye ambaye anafanya kila kitu. Yeye ndiye ambaye yeye anafanya kila kitu kitu ambaye anaendesha maisha yetu, anafanya bila ya kuulizwa. Kwa nini anafanya kitu kile, katika Qurani imekuja

Lakini wakati mwingine mtu anaweza akafanya sababu zote, lakini Allah subhanahu wa ta'ala ikawa hajakadiria kufikia katika yale malengo yake. Ndio maana tunakuta katika maisha yetu kuna watu ambao wanajitahidi katika kufanya mambo kadhaa wa kadhaa, ili wafikie katika malengo yao, lakini Allah subhanahu wa ta'ala hakakadiri ha, ha, ha, wao kuweza kufikia katika malengo yale, kwa sababu ya hikma ambayo anaijua Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna wangapi ambao wanajitahidi pengine katika masomo wanasoma sana, pengine wapasi katika mitihani, lakini Mwenyezi Mungu hajali wakati mwingine wakapasi wale watu. Mtu mwanafunzi pengine anaweza akakesha akasoma sana, akasoma vitabu, akauliza kwa walimu wake kwa kile ambacho pengine hajakifahamu, lakini mwisho wake, juhudi yote ambayo kaifanya, anakuja kukuta kwamba anafeli au hafikii, maana yake, kile kiwango ambacho alichotarajia. Na kuna wengine ambao wamejitahidi kusoma viwango tofauti vya elimu paka mtu anafikia daraja ya juu, anafikia doktora. Mtu anasoma digri ya kwanza, digri ya pili, anakuwa doktur, lakini mwisho wake mtu yule anakosa kazi. Pengine malengo yake alikuwa ajaawe e, daktari ajaawe injinia, lakini Allah subhanahu wataala, kwa sababu hajakadiria basi, anakuwa hafikii yale malengo ambayo anayoyataka yeye. Kwa hiyo ndugu zangu, tufahamu ya kwamba sisi tukifanya bidii zetu na juhudi katika mambo zile, ni asbabu tu ambazo tunafanya, lakini sababu, sababu zile yawezekana zikaweza kutufikisha katika lile ambalo tunalolitaka, na wakati mwingine inawezekana zisitufikishe katika lile ambalo tunalolilenga, kwa sababu hizi sababu sizo ambazo zinazomkadiria mtu katika yale mambo yake, bali anayekadiria ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo tunatakiwa sisi yajibu alaina annasaa, tunatakiwa tujitahidi katika mambo, tunatakiwa tuhangaike kwa ajili ya kufikia katika malengo yetu, lakini huku tukiwa tunajua katika e, katika imani zetu e, tunajua katika nyoyo zetu ya kwamba kila ambacho kitakachotokezea basi tayari kishakadiriwa na Mwenyezi Mungu subhanahu wataala Jaffati rufi alqalam wa jaffati suhuf, kama ilivyokuja katika hadithi ya mtume sala salam, tayari kalamu ishaondoshwa. Wa jaffati suhuf, na kurasa zishakauka, kwa maana kwamba qadar ishapita ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa waja wake. Kwa hivyo tunatakiwa tuyapokee makadirio ya Mwenyezi Mungu kwa kuridhika. Yani Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kakadiria kwamba wewe usipate jambo fulani kakadiria kwamba wewe unyimwe kutokana na kitu ambacho pengine unakitaka ukipate. Fala mtu pengine anataka apate watoto lakini Allah hajakadiria, anataka awe tajiri lakini Allah hajakadiria, anataka afaulu katika masomo yake lakini pengine Allah subhanahu wataala hajakadiria. Anatakiwa mtu aendelee kujitahidi, lakini ajue kwamba Allah subhanahu wataala kile ambacho anachokadiria basi ndani yake kuna kheri kwake kwa hiyo anatakia anatakiwa aridhike na kile alichokikadiria Allah subhanahu wataala. Mshairi anasema rubba amrin tattaqihi, yawezekana ikawa kuna jambo ambalo hulitaki wewe litokezee kwako wewe. Jarra amran tartadhihi, lakini jambo lile likapelekea ukapata jambo zuri jingine ambalo unalipenda na kuliridhia. Khafiya almahbubu minhu, ikawa maana yake ile kheri iliyokuwemo katika lile jambo imejificha. wabadal makruhu fihi, lakini ikawa wewe unaliona kwamba ndani yake kuna shari na kuna ubaya, lakini kumbe ndani yake kuna kheri na kuna kitu ambacho Allah subhanahu wa ta'ala atakufurahisha ndani yake. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, mtu anatakiwa apokee makadirio ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa kuridhika na kuamini kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hakadirii kitu kwake